Niliyota kama nganga Kiza ananifukuza, kisha alikuwa nataka kuchukua bikira wangu. Kushangaza ni kwamba ukatembea na malkia wako kidosho. weza kupata na dharura. Dharura gani? Mmoja wetu ameweza kuumwa na nyoka. Hata hmm. mtafute mkitumia tochi themanini elfu hamtampata huyo nyoka. na baba na nimekumbuka kuhusiana na nyoka, naonaje hili swala? Mimi naona kashifu hizo vitu zao kwanza. uh -huh. yeye akupeleka wasichana nyandoni, mimi uh -huh. sipendelei <laughs> Ndio, baba. Naomba ufahamu kwamba sisi ni wageni katika hili himaya la Mwakha. Kwa hivyo nakuomba, tafadhali wajawe kama mwanangu animekaa nawe vilevile pia nimekufunza jinsi ya kuishi na watu, naomba utilia manani sawa? Sawa, baba. Ukiwa na swali lolote waweza uliza, ukiwa na tatizo waweza uliza, ila atilia tu mkazo yale niliyokuambia. Tafadhali ishi na watu vyema, sisi ni wageni hapa hivi, na singependa jambo mbaya litekelezee au lije likaribu uhusiano wetu na Kwenye himaya hii. Sawa. Sawa, so, baba, nitafuata maagizo yako yote. Je, una swali yoyote? Uh, sina kwa sasa, lakini nikiwa naye baba nitakuambia, hmm. nita ama nitakueleza. Unajua, nimekuwa nikitembea tembea humu ndani na nimeona kuwa humu ndani kuna watu wana tofauti tofauti. Wajua, tumekuja hapa, sisi ni wageni, tuna Mungu wetu ambaye tunamwabudu, basi naomba tafadhali usije kuanza kuabudu miungu mingine kando na hayo Sawa, naam baba, na, na nimekumbuka hmm. kuhusiana na nyoka, naonaje hili swala au siwe na shaka? Mimi kama mjomba wako. Aa, kila kitu kitakuwa sawa, sio na wasiwasi. Sawa. zeni enyi walinzi. Mkuu naam, na najua mnajiuliza mbona tumefika ama tumekuja katika maeneo haya, na jambo ambalo mimi nataka niwaelezee, na ni jambo ambalo nimeisikia lakini sielewi. Yaani mkuu, fununu zinasema kwamba kuna mtu mmoja katika himaya hii ya Mwakha ambaye anaishi hapa bila idhini yangu Mkuu, hata hivyo, hizo fununu zinazidi zikisema kuwa jina ya kinyangarika hicho kinaitwa eti mjomba Suleimani, na isitoshe yuko na msichana mmoja kwa jina Kipusa, yani msichana mrembo sana mkuu. Sisi hatuwezi tukaruhusu, na hilo haliwezi tokea kamwe na, mm, na ndio maana nikawaita hapa. Sasa ninachotaka tufanye, nataka uchunguzi, machunguzi yanze kwa haraka sana, sawa so, mkuu. Ndio mkuu. Ndio mkuu, kukosa kutimiza ahadi hiyo ni kama kutaka vita so, na pia mkuu. Ijulikane kwamba yeyote ambaye hatashiriki katika uchunguzi huu basi mie nitabadilisha chochote na hata waionekana tena katika himaya hii mkuu. Mkuu, tumekusikiza. Uchunguzi uanze mbio mbio, saa mkuu, ifikapo mkuu, jioni, nataka majibu a ongoza. Yes, a kikundi hicho

Mganga Kiza. Mchawi Mbalambala. Naam, nikaingia hapa ikulu ni mwako. Huyu ni Mganga Kiza, mchawala wa himaya Mwakha. mm. Amani iwe nawe Mganga Kiza. Iwe nawe pia Malkia wa Mchawi Mbalambala. Asante. Mchawi Mbalambala. Naam Mganga Kiza. Asante sana. Mchawi Mbalambala. Mganga Kiza, si jambo la kawaida wewe kuonekana katika, katika maskani haya. Naam. Mla la kushangaza ni kwamba ukatembea malakia wako kidosho pamoja <laughs> <laughs> na mlinzi mwenye haiba sana . Na ni jambo gani basi lililokuleta katika maskani haya? ah, kwenye maskani haya Naam, nimekuja na jambo ambalo linasikitika kwangu kabisa. Jambo gani basi? na ni hadithi ambayo ilinishika pale ambapo nilikuwepo, nikasema lazima nifike kwenye maskani ya Mganga Kiza. Sikiliza, mchawi Mbala Mbala. Hmm. Ah, mchele ya mwana uzaa mwana si wake basi. Hmm. Ni jambo gani lililokuleta hapa kwenye mtaa wa masiku mbili naam, kulikuwepo na hadithi ya mganga mmoja mchawi kabisa. hmm. na kwenye msitu huo kulikuwepo na mganga ambaye alikuwa na nguvu kushinda nguvu zetu. Achilia hapo, wasema kwamba kuna mganga ambaye aliwahi kuwa na nguvu kushinda nguvu ambazo mimi ninamiliki kwa sasa hivi. Na isipokuwa hiyo, alifanya jambo ambalo watu ambalo ulikuwa karibu nawe waliweza kushtuka sana. Hey, mganga yeyote katika ulimwengu huu ambaye ashawahi fanya jambo ambalo mimi sijawahi fanya. Kulikuwa na ndege mmoja ambalo lilikuwa likisafiri kutoka mtaa wa Mnasi kuelekea mtaa wa Beki, na iwapo ilikuwa inawasili kwenye pale dua la kutwaa naam, kulikwepo nao mganga alisimama na kuiangalia kwa umbali kidogo, na basi lilipokuja kwenda kukaribia kutwaa, yule mganga aliweza kuisimamisha pale juu za mchawi Mbalambala. Hmm. Kisa na maana ya wewe kunipigia hadithi hii yote ni gani, aisee? Malkia wa mchawi Mbalambala, na pia nataka kwamba nikujuze huyo mganga alikuwa mganga wa babu wa babu wao. Yatafakari hayo. Mchawi Mbalambala. Una maana kwamba ulikuja kunitishia? Hata hivyo, huyu anaitwa Mchawi Kiza na hakuna anayemiliki nguvu kama zangu katika himaya hii ya Mwakha. <laughs> na kama una mpango wa kunitishia maisha kumbuka umekuwa mpinzani wangu kwa muda mrefu sana. Basi kumbuka wewe ni kuni uliouchegani unaocheka, kuni ulio motoni wewe. Basi ondoka maskani haya, malkia wa mchawi Mbalambala. no. Amani iwe nani? Mmesahau kazi yenu? Ni nini ambacho kimewaleta hapa? Mmesahau kazi ambacho niliwapea? Mkuu, tunaweza kupata na dharura. Dharura gani? Mmoja wetu ameweza kuumwa na nyoka, na yule joka alikuwa joka mkubwa sana na mwenye sumu. Hata mwenzangu hapa anaweza kudhibitisha. Thamani mkuu ni ya ukweli, na hii habari si ya kupuuza kabisa. Wamaanisha kuwa boza ameumwa na nyoka? Ndio mkuu, ndio mkuu. Tuondokeni sasa hivi.

Mchawi Timba, Yesema mkubwa, kunazo habari za dharura ambazo zimetokea na nilijua na... Mtakuja. Usiniambie kwamba ulijua tutakuja mahali pako hapa. Nilijua mtakuja. huyu boa mlinzi wangu ameumwa na nyoka mwenye sumu mbaya sana. wala msiwe na hofu, na tena msiogope na, na, maana mimi niko hapa na ninajua dawa zote kila aina ukiumwa na mnyama yoyote, linaweza kumaliza hayo. Msiogope na msikue na wasiwasi. Tunaomba umshughulikie. Hiyo ni kazi rahisi sana. Uliza, unadhani nyoka huyu anaweza kuwa ametokea wapi katika himaya hii ya Mwakha? nyoka kama imemuua hapa, kama imemuuma na hapa, hiyo hatuweze tabiri mahali imetokea, lakini lazima tujue kuna mwingine anajaribu kupimana na wewe, anajaribu kushindana na wewe, na usipochunga, atakuja kushinda wewe ausn huyu huenda akawa mchawi Mbalambala. Bila shaka ni yeye, na atakuja kukumaliza na kisha kukutanisha boza. Hili ni jambo ambalo hatu, hatuwezi kulipuza hata kidogo. Ndio mkuu. Maana inasemekana kuwa nyoka huyu bado atazidi kufanya mambo makuu katika himaya hii ya Mwakha, ndiposa yeah, nikasema kwamba inahitajika tena kwa haraka sana, tuite mkutano na wanahimaya wote wa Mwakha. Wanahitajika hapa kwa uwanja mkuu wa Mwakha, mkuu. mm -hmm, sasa boza naye wabwili Nataka mwende katika kila nyumba, mkiwaambia kuwa mkutano unahitajika, na atakayekosa kuhudhuria mkutano huu basi asije akalia laiti ningalijua. na mkuu. Ndio mkuu, andokeni basi.

Wana himaya ya wa Mwakha, himaya tukufu, himaya inayoheshimiwa, amani iwe nanyi, iwe nawe pia mtu. Mganga Kiza, nashukuru. Hata hivyo nashangaa ama mnashangaa mbona nimewaita katika mkutano huu, lakini nataka niwaambie hivi kuna jambo ambalo hali linaendelea katika himaya hii ya Mwakha ambalo inafaa tuitilie maanani na tuweke tahadhari kubwa sana. Kwa hivyo, wanahimaya wa Mwakha, hili si jambo la kupuza. Inasemekana kuwa kuna kuna nyoka mmoja katika himaya hii. Na nyoka huyu inasemekana kuwa ana sumu mkali sana. Siku mbili hazijapita baada ya mlinzi wangu Boza kumwa na nyoka huyu. Na asingekuwa mchawi Timba Timba, anayetambulika pia katika himaya hii na rafiki yangu wa karibu, basi sijui ningeambia nini watu. Kwa hivyo mnaombwa mtahadhari, wapo popote, wakati wowote unatembea katika himaya hii, basi mtahadhari, singeweza kulichukulia kiurahisi. Ndio maana basi nikaita mkutano huu, na yule ambaye atapuuza haya basi atakuwa anajitakia mabaya peke yake. Kumbuka kuwa asiyesikia la mkuu kagu. Mchawi Timba, naam, unalo lolote ambalo unaweza kukulengezea kabla hatujatamatisha mkutano huu? hata nami kama mganga na mchawi mkubwa sana aliyejulikana, ningeweza kupendekeza hili niwajulishe kwamba siku nzuri mji habari, kuna nyoka mkubwa hapa, na pia kuna yule ambaye atungependa akae karibu nasi. Inasemekana pia hata naye ni mganga, lakini kuna jambo ambalo linanitatiza. Mbona mchawi Mbalambala hajahudhuria mkutano huu? Nataka tufanye uchunguzi ili tukaweze kumpata nyoka huyu. Hata mtafute mkitumia tochi themanini elfu hamtampata huyo nyoka <laughs> <laughs> Sioni sauti ya mchawi Mbala Mbala. Mbala Mbala, wenzangu mimi mnaonaje kuhusu himaya ya Mganga Kiza? uh -huh. mimi naona kashifu hizo vitu zao. Kwanza yeye uh akupeleka wasichana nyandoni. Mimi sipendelei. Mimi nataka tu watu wasome kwanza ndo baadaye kuole Eh, hadi mi kuna wakati unaona wakati kuna hao wasichana wanaoleka kwa mapema, waende shule, mara unapata msichana anachunga ng'ombe na si kazi yao. Mganga Kiza mi simtaki kabisa, sitaki, sitaki uongozi wake. inafaa tumwambie ukweli. Mm. Inafaa tumwambie ukweli kama wa vijana. Hmm. Inafaa tusome kwanza, tuoleke, tupate yani mchumba. Mimi naona tutaenda kwake kwa, kwa, anapoishi, tuende tukampigia kelele huko ndio tutakuwa na uongozi bora. Sio kelele, ili tuende taratibuni halafu. Ala, atatusikiza hiyo taratibu, tukienda na hata tusikia, ukienda so, hapo na kelele, nani atakusikia? Tukienda na kelele atatuogopa mm -hmm. okay, sawa. Atatuogopa mimi ameniogopa mimi akiniona mm -hmm. Kila kitu kitakuwa sawa sawa. Twendeni.

Katika mkutano uwanja, ule uwanja uwanja wa Mwaha kule nimekumbuka hata yeah, nime <laughs> mimi nimemkumbuka. Umetafuta nini katika uu <coughs> <coughs> kuhusiana mm -hmm. na ndoto niliyokuwa mm -hmm. na niliyota, kama Mganga Kiza ananifukuza kisha, alikuwa anataka achukua ubikira wangu. Da, ukweli na siki kupoteza ujana wangu kabisa, lakini niko na suluhisho gani? Hiyo, rafiki yangu, niko na mganga anaitwa Timba, tutaenda kwake, umweleze shida yako yote. Sawa, natakusaidia shoga yangu. Tunaweza hata tukaenda kwa sasa. Ni sawa sawa. Basi twende. Ah, twende. Karibuni. Umeona mmefika. Asante. Karibu. Asante. As babu, nilikuwa nimeleta mwenzangu hapa anaitwa dada Kipusa. Hata usimalizie, tayari ninajua <laughs> unajua kuhusiana na ndoto, a, usiku wa kuamkia jana uliota ndoto mbaya sana kweli, uongo? <laughs> kweli babu. Naam, usiwe na wasiwasi, shida tutatatua hapa hivi sasa, sawa? Bila shaka uko mahali pazuri, mikononi mwangu, hakika tuta, tutakuwa na uwezo wa kutatua tatizo hilo. Sikuwe na hofu.